Hakika tumerejea tena na hii ni Alasiri Lounge ya Juni 25 ambapo ni mengi tuliokuandalia kwa siku hii ya leo kama tulivyokudokeza pale awali, Omary Packaging wanakuja na mengi ambayo wametuendelea kwayo, ikiwepo uh, kifurushi kipya kabisa cha uh, Bahresa uh, kampuni hii ya utengenezaji wa unga pale uh, Tazara. Kifurushi kipya kabisa tunakiona katika miaka hamsini ya Said Salim uh, Bahresa. Wakati huo huo wakishirikiana vema kabisa uh, na wataalamu hawa kutoka uh, kunani zaidi uh, mwenzangu Balkis, karibu <laughs> karibu sana <laughs> uh, si mgeni Omary Packaging, tunaendelea vyema karibu sana, <laughs> <Karibu> sana. <laughs> uh, Grace karibu sana, asante sana. habari uh, za <laughs> SIDO? SIDO kwema kabisa. tunaye uh, Grace ni mhandisi kutoka SIDO. E, lakini pia tunaye Idi Msoma, huyu ni afisa masoko kutoka Omary Packaging. E, tumeona vifungashio vile eh? Ubunifu unaendelea ubunifu unaendelea e. Na mara mwisho nilikuja hapa nikasema mwaka huu ni mwaka wa matukio e. Matukio yako mengi na kwa kweli tunamshukuru Mwenyezi Mungu mm. Uh, pia tuna maadhimisho ya miaka hamsini ya kampuni zote za Said Salim Bakhresa, kabisa na sisi kama Omary Packaging pia tuna activity zetu ambazo tunaendelea nazo <gt -tonset Sharing> yote katika kufanya huu mwaka uwe wa matukio, yaani kwa kifupi okay, tuseme mwaka huu sisi kama Omary Packaging na Said Salim kwa ujumla hatupoi okay. <tosim exactly> na hakuna sababu ya kupoa <tosim sweating> <tosim masked> <tosim espaço> uh, leo tu mmemwa me, kushirikiana me na watu wa SIDO. Kesho ni siku ya wajasiriamali duniani, na tunajua mchango wa SIDO kwa wajasiriamali hapa nchini, namna ambavyo wanawafundisha namna ambavyo wanawakuza. Mi nimewahi kutembelea pale u, ukonga vingunguti uh, sio Omary Packaging <coughs> yeah. kule SIDO kwenyewe Nikiona ah. <laughs> <laughs> yeah, yeah, ni ni pale madarasa ambayo SIDO anayatoa Tutu. kwa wajasiriamali yes. yes. kwa hiyo eh, mimi ni ni shuhuda ah, wewe, <laughs> <mbimu na mwede>. <laughs> <laughs> ni mdau siku ya wajasiriamali SIDO, tuanze na wewe, mmejipangaje? SIDO kwa kushirikiana na taasisi mbalimbali mbali, na wadau mbalimbali mm, tumeandaa hii siku ya wajasiriamali duniani ambayo inafanyika kila mwaka y yani sikukuu ya wajasiriamali kitaifa mm. Aa, kwa kushirikiana na benki ya TIB, Omary Packaging, NHIF, NCCF. Uh, tuna wadau kama Shananga mm, na Frebi, tumeandaa hii siku kwa ajili ya wajasiriamali Ka, katika siku hii kutakuwa na maada mbalimbali ambazo zitatolewa na wataram. Okay. Lengo ni kuhakikisha wajasiriamali wanapata vitu vyote ambavyo wanataka kuvipata ili kuhakikisha biashara zao zinakuwa na zinaendelea. Kwa kutakuwa kuna mada mbalimbali ambazo zitawasilishwa na wataaramu kutoka taasisi mbalimbali kama Brera mm. okay. Uh, NHIF, ambao tunasema kamba jasiriamali lazima ulinde afya ya yako kwanza. Ah, kwa kufanya hivyo tunaona kwamba tutawasaidia wajasiriamali kupata huduma kwa wakati ule, na watafunguka wata na kuona kwamba ni vitu gani wanavyovitaji katika biashara zao au katika ujasiriamali wao yes. Lakini sambamba na hilo kutakuwa na maonyesho mm, ya bidhaa yale maonyesho, kutakuwa na baadhi wajasiri ya wajasiriamali ambao watakuwa wameandaa za bidhaa zao mm, zitaonyeshwa siku hiyo, lakini pia kutakuwa na wajasiriamali ambao wamekuwa watakuwepo pale pia na wenyewe kutoa maada na kuonyesha ni vitu gani walivipitia mpaka kufikia hatua walionayo. mm. tutakuwa na wajasiriamali wakubwa ambao pia nao walipitia SIDO wakafundishwa, wakatamiwa, mwisho wa siku leo hii ni wajasiriamali wakubwa nchini. mm. lakini sambamba na hilo kutakuwa na vitu vingi ambavyo vimeandaliwa na shirika kwa ajili ya kuweza kujifunza na kuweza kuona ah, patina wangu hapa pia naye atakuwa ni mdau muhimu siku hiyo, kwa sababu tunaona changamoto ya vifungashio ndio changamoto inayofanya wajasiriamali wengi wasipige hatua zaidi wasikue zaidi, ni, ni wanunuaji wa hizo bidhaa yes. Wakati mwingine sio wakati mwingine, mara nyingi tunavutiwa na vifungashio yes. Sasa kama umefungasha vibaya, tunaona mm, bidhaa yeah, yako yeah. tuna, tuna, tuna... Tunakutana wapi kwenye haya maonesho? Ah, Afra itafanyika chuo kikuu cha Dar es Salaam ukumbi wa maktaba mpya na itaanza saa mbili asubuhi na kuendelea. Sawa. Tarehe 27 mwezi wa sita itakuwa Ijumaa, kwa hivyo bado siku moja ndio. Omary Packaging, nini kimewavutia sana kwenda kushirikiana na Sido? Ah, kwa sasa hivi tupo tofauti kidogo maana sisi tunatambua wajasiriamali ni kundi kubwa, ukizingatia Watanzania tupo wengi zaidi mm. ya milioni sitini na moja kabisa, lakini wajasiriamali kwa mujibu wa tafiti na taarifa mbalimbali za ukuaji wa uchumi wao wanafika sahizi zaidi ya milioni kumi mm. kwa hiyo sisi tunaamini mm. hili ni kundi kubwa ambalo sisi

Na sisi SIDO wanavyotengeneza vitu vitu pale bite yeah. Lakini sasa pia watu hawajui wa sisi SIDO tunashirikiana nao zaidi ya miaka kumi ikiwa okay. Na project ambayo tunaona tunaweza kuwasapoti, tunahitaji kuwasapoti, tumekuwa tukiwasapoti okay. Sasa kwa ishu ya kesho mm, kesho tuna kwa kesho kutwa sasa mm. Tuna support vitu, tuna support SIDO kwa kazi wanaoifanya, lakini tunarudisha kwa jamii sawa. So, pamoja na hayo mawili ambayo umewataja, umetaja kusapoti uh, SIDO, kurudisha uh, kwa jamii, tunafahamu kundi hili la wajasiliamali ni wale ambao uh, nao ni wadau katika masuala ya, <coughs> ya, ya packaging yeah, yeah. Sasa, Omary Packaging <tie> mnaitumia vipi hii siku ya tarehe 27 7 katika masuala ya watu wafahamu kwamba hiki mnakifanya na mnaweza e, kushirikiana nao. Uh, tunafahamu wote packaging ni changamoto, na wajasiriamali, ukiwauliza wana changamoto ipi kubwa, watakwambia packaging. Kwa sisi tumeliona miaka miwili kama sio mitatu nyuma, tulianzisha department ya mjasiriamali yeah. Na tukaanzisha stika kwa ajili ya wajasiri ya wajasiriamali mbali na kuwa tunatoa mafunzo kila siku, lakini tukatoa mwaka jana. Nilikuja nikasema tunayo ofa kwa wajasiriamali ambao wanataka stika tuna, tunatengeneza logo lakini kuna aina tofauti tofauti za stika ambazo walikuwa hawawezi kuzipata kwetu sisi. Sasa hmm. tume, tumezishusha chini kwa mm. ajili yao hmm. kwa hiyo ukitazama ile, sisi tuna hata hao wajasiriamali ambao kesho, Douglas na anasema ataonyesha wakubwa wengi tulianza nao kwa, tunawafahamu tunajua historia yao, lakini pia tunaitumia SIDO kupata hata database ya wale wajasiriamali kwa sababu pia tafsiri halisi ya wajasiriamali imekuwa kidogo kama ambiguous, kwa sababu mtu wa, anashindwa kutofautisha kati ya mfanya biashara mm. na mjasiriamali wao wote mtu anaweza kawa na hawezi kuona tofauti. Sasa sisi kupitia SIDO tunapata kujua huyu kweli ni mjasiriamali na anahitaji msaada na sisi tunatakiwa tufanye nini ili tumvushe kutoka hatua moja hadi hatua nyingine. Okay. Uh, Idi umetuambia ume, ume vizuri vile ambavyo mnaenda kushirikiana na, na, na SIDO lakini, hasa eh, pengine sisi wajasiriamali tunatamani kujua huduma ambazo mtazitoa mkiwa uh, mnaadhimisha siku ya wajasiriamali. Huduma zipo nyingi tukia, tukiondoa zile huduma za wafanyabiashara wakubwa ambazo zinafahamika, lakini zipo huduma kwa ajili yao wajasiriamali ya mm. wajasiriamali ya wanazalisha bidhaa nzuri sana lakini zinakosa branding. Mm sisi tutakuwa na timu yetu ya branding ambayo itawashauri ita kwa bidhaa zako, kama we una mjasiriamali unatengeneza asali, kwa product yako hiyo utu, u, uweke vipi brandi yako yeah, lakini sio tutu kueleweshe kuhusiana na brand, lakini hata stika mm, stika ya aina gani itakaa kwenye product yako, hata aina ya packaging: packaging gani unaweza ukatumia. Mimi nafahamu watu wengi wanazalisha unga walishe watu wanaenda wananua mifuko ya lishe wanabandika stika hiyo, kwa kuanzia sio mbaya, lakini aina gani ya stika utabandika? Utawekaje ujumbe wako? Utafikishaje ujumbe wako kwa kwa kwa, kwa, kwa, kwa wateja wako? Kwa hiyo na sisi tunaamini kama mjasiriamali leo atakuwa na product nzuri bila ya kuwa na brandi nzuri haitaweza kufanya vizuri. Kwa hivyo mtatoa elimu, mtatoa elimu pamoja na kuonesha namna ambavyo wanaweza kutumia, namna ambao wanaweza kutumia, lakini pia tuna tutawaonyesha kuna department kwa ajili yao kabisa, sababu ipo mtazamo kwamba Omary Packaging tunadili na makampuni makubwa. Hatuwezi kusema hapana, ndio, lakini hatuwaachwi wajasiriamali kwa sababu wadogo na wakati kwa sababu ndio kundi kubwa hapo, zaidi ya milioni kumi Tanzania. kumalizia Eh, nini wito wenu sasa kwa wajasiriamali ah? na pengine unaweza ukatuambia tunashiriki vipi katika okay, hayo maadhimisho? Wito wetu kwa wajasiria mali wajitokeze kwa wingi, kwani ni, ni fursa kwao kuweza kujifunza na kuweza kujua changamoto zipi au ni hatua zipi ambazo zinaweza kumfanya mjasiria mjasiriamali akakua. Wengi tunafanya lakini hatujui taratibu zote za kuanzisha kiwanda mpaka kuzalisha kufanya packaging na kuingia sokoni hmm, na ni vitu gani ambavyo vinatakiwa kwenye bidhaa yake kwa kipi kwa siku ya mjasiriamali, kwa sababu tutakuwa na taasisi zote ambazo zinamhudumia huyu mjasiriamali mm. Atapata nafasi ya kujifunza zaidi na kujua sasa, kuanzia hapo anzia wapi kwenda mbele ili bidhaa yake faidi iweze kuingia sokoni ah. na pia sisi kama SIDO tutakuwa pale kuwahudumia na kuhakikisha kwamba huyu mjasiriamali aliyehudhuria siku hiyo anapata nafasi sasa ya kutoka pale akiwa maybe ana tutamsaidia kupata barua kwa ajili ya leseni ya biashara hmm. Pia hapo hapo tunaweza kumuunganisha na TBS kwa sababu nao watakuwepo hmm. Kwa watapata taratibu zote ambazo zinatakiwa wana, wanafikaje hapo wajasiriamali? ah. Wanashiriki vipi? Ushiriki wa jasiriamali anatakiwa changia shilingi elfu ishirini mm -hmm, ambayo inalipwa kwa control namba mm -hmm. kwa hiyo kama mjasiriamali anaweza akapiga simu mm -hmm, ofisi ya mkoa SIDO atapewa utaratibu wote kwa ajili ya kushiriki siku hiyo ya tarehe ishirini na saba okay. Naona kama una jambo wataka kumalizia. Hapana, sisi kesho mapema na kesho kutwa mm. Tutakuwa pale viwanja vya UDSM. Okay. Na timu yetu wote technical team hadi management ya Omary Packaging itakuwa pale kwa sababu maswali yanakuwa mengi mm. kwamba Omary Packaging kuna, mbona, kuna hiki, kuna hiki, kuna hiki. Nasema hii ni fursa kwao wajasiriamali waje. Bahati na bahati nzuri uh, managing director wa Omary Packaging atakuwepo, management ya Omary Packaging kwa ujumla technical team itakuwepo mm. ili sisi tunataka kusikia kutoka wao, kwa wao wanataka wa nini na sisi ili tuweze kufanya kile, wapatia kile ambacho ni fursa kwetu wajasiriamali. Nimetumia neno kwetu, yeah, e, pengine nahusika <laughs> kwa namna moja au nyingine, nikipata tafsiri sahihi ya mjasiriamali, lakini yote ni kwa ajili ya maadhimisho ya siku ya wajasiriamali duniani na hapa nchini wataadhimisha siku ya Ijumaa Juni 27 katika ukumbi wa maktaba mpya pale University of Dar es Salaam. SIDO kwa kushirikiana na taasisi mbalimbali mbali. Hasa Omary Packaging watakuwepo pale kutoa elimu e, lakini kubwa zaidi kuwakuza wajasiriamali. Tunawashukuru sana, tulikuwa naye hapa Mhandisi Grace kutoka SIDO e, Dar es Salaam, lakini pia Idi Msoma, afisa masoko kutoka Omary Packaging na bidhaa yangu hiyo takuja mnifanyia karibuni sana, karibu sana. <laughs> karibu sana kwa wakati mwingine. Kesho ni siku ya kimataifa ya kupinga na kudhibiti dawa za kulevya. Tukirejea takuja kuligusia hilo ndani ya Alasiri, endelea kusalia nasi.